Viwanjani ni kwamba ujenzi wa akademia ya spoti umezinduliwa hii leo rasmi kwenye shule ya upili ya wavulana ya Bokoli katika eneo bunge la Webuye Magharibi. Ujenzi huu kulingana na waziri wa michezo nchini Salim Mvurya, ukitarajiwa kugharimu shilingi milioni 55. Ejen Sasaka na maelezo kamili. Akizindua ujenzi wa akademia hiyo katika shule ya wavulana ya marafiki ya Bokoli, waziri wa michezo nchini Salim Mvurya ameelezea kuwa akademia hii itakuwa na sehemu kadhaa za michezo mbalimbali, huku zaidi ya akademia 30 zikiendelea kujengwa kote nchini. Hii sports academy ambayo tumezindua hapa siku ya leo ni katika ile mwafaka na njia nzuri ambayo vijana wetu wataweza kupata nafasi kwanza ya kutambuliwa vipawa vyao na wapate nafasi ya kukuza talanta zao. Kwa hivyo leo hapa ambayo tumezindua shule hii ya talanta, tutajenga sehemu ama ile track za kukimbia, we will do eight running tracks na pia hapa tutajenga kiwanja ya voleiboli, kiwanja ya football, kiwanja ya basketball. Gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka, aliyeandamana naibu wake Jennifer Mbatiani, wamemrai waziri Mvurya ya kuharakisha wanakandarasi wanaojenga uga wa Masinde Muliro kandui na uwanja wa mlima Elgon ili ziwafaidi vijana. Nataka kufanya vile mheshimiwa amesema hawa vijana ndio tunataka to take care of them for, for them to be remain healthy na pia wanaweza kupata mahitaji yao going forward. County government ya Bungoma, waziri wetu, ni county ambaye we are rich in talent, tuko na watu wana talent mbalimbali, na kupitia talent tuna watu ambao wameenda mbali. Hata hivyo, mbunge wa Bima karibu Dani Wanyama ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya michezo bungeni ameipongeza serikali kwa kuwekeza zaidi katika sekta ya michezo huku akimrai mwanakandarasi kutoa ajira kwa vijana wa eneo hilo ili washiriki kujenga akademia yao. The only president who has taken sports and the talent in general seriously is none other than Dr. William Samoe Vijana wetu wamesoma hapa wako na kazi ya mikono, wengine ni drivers, wengine ni plant operators. Wacha tuangalie wale angalau waanze kupata kibaba hapa. Baadhi ya vijana na mwalimu mkuu wa shule ya wavulana ya Bokoli Joseph Mulongo pamoja na mkurugenzi wa elimu eneo hilo James Tuma wamesifia kuwepo kwa akademia hiyo shuleni humo. Kuna hiyo dometri yetu ambayo tunamalizia kujenga tumechukua hatua pamoja na board kuhakikisha ya kwamba the finishing of the dormitory is to the level of a hostel. Sasa wanafunzi wetu this is an opportunity, uh, to take advantage. Ni kiripotia West TV kutoka shule ya upili ya wavulana ya Bokoli, jina langu ni Edwin Sasaka.